Ibadakuli itakuwa ni maarufu kwenye mpaka nchi jirani kwa sababu itakuwa ni moja kati ya kituo kikubwa sana ambacho kitapeleka umeme Uganda, kitapeleka umeme Kenya, lakini kitahudumia mradi mkubwa wa kimkakati unaoendelea kutekelezwa wa SGR. Kwa sababu hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kuleta fedha za kutosha kwa ajili ya utekelezaji wa mradi huu mkubwa katika sekta ya nishati. Kubwa ambao nataka nisisitize kupitia uh, wakandarasi wetu tunao vijana wa hapa Ibadakuli ambao wanaweza kushiriki katika kufanya kazi hizi ndogo ndogo za mikono na za ujuzi. Wakandarasi wetu, tunaomba muwape kipaumbele vijana wetu waweze kufanya kazi katika eneo hili. Hilo sio kwamba ni ombi, ni sharti la kisheria ambao linataka kazi zote ambazo zinaweza kutekelezwa na watu ambao wanazunguka maeneo ya miradi wafanye watu hao. Nitafurahi sana na nitajivunia sana mimi kama naibu waziri wa nishati, kuona vijana wetu wa mkoa wa Shinyanga wananufaika katika kushiriki ujenzi wa miundombinu hii, na sio kunufaika tu kifedha. Nyinyi wakandarasi mtaondoka, mtatuachia mradi huu, tukiuona kama wa kwetu, na tumeshiriki kuutekeleza, tutaulinda na kuhakikisha kwamba mradi huu unakuwa salama kwa manufaa ya nchi na nchi zingine jirani na uchumi wa nchi yetu. Nishati safi ikija Shinyanga itasaidia sana kwa kina mama kupunguza ulinzi wa misitu yetu. Tuna kesi kubwa sana ya miti mnajua, eh? si Wasukuma tukiona mti kidogo tunaukata. Kwa hiyo akituletea nishati safi guess, bei nafuu, ilikuja, ilikuja, ilikuja ya gesi ile ya bei nafuu ilikuja, akini ilikuja michache, tumwombe kupitia wizara yake atuletee ile bei nafuu ya shilingi elfu ishirini na nne.